Habari ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii leo nataka nikuonyeshe hizi shortcut za kompyuta ambazo huwa zina save muda, yaani hizi huwa zinaokoa muda sana ukizitumia, ikiwemo kama una edit document yoyote au unatumia kompyuta kwa vyo vyote vile. Ukiwa unatumia hizi shortcut keyboard zitakusaidia kwa urahisi zaidi, kama jinsi zinavyoonekana hapo. Kwa hiyo ngoja nikuonyesha mifano kama miwili, alafu kisha mingine, huwezi shindwa kufanya. Yaani, utaangalia hapo kwenye keyboard ya kompyuta herufi kama hizo, yaani keyboard yenye herufi kama hizi utaclick pia na hii, yaani utaanza hii ya hapa, kisha hii. Maana yake hapo uta select all, kama ulikuwa na edit document yoyote, utaiselect all. Kama ulikuwa unataka uta kuifuta utaifuta. Hamna ugumu, ni rahisi sana. Mi nataka ni kushauri hizi shortcut, tafuta document yoyote hapo uweze kuziandika, zitakusaidia kwa wakati mwingine. Au tafuta notebook hapo unaziandika na kalamu, zitakusaidia kwa wakati mwingine. Hizi ni kwa wale ambao wanahitaji kuimaster kompyuta vizuri kwenye wedi na matumizi mbalimbali mbali, na zinaokoa muda sana. Vilevile, kama unahitaji labda kuprint kitu, utaangalia hapo kwenye keyboard, keyboard yenye harufu kama hii, utakliki na pi utaprint dokumenti yako au kitu chochote. Au labda kuopen, labda unahitaji document yako au kitu chochote, utakliki hii kodi hapo, namaanisha hizo keyboard yenye namba kama hizi na hii hapa, kisha utaopen, yani itaopen tu chapu na utasave muda bila shaka unaona, na kama wee ni mtumiaji wa kompyuta hizi keyboard unazijua, sema tu zingine zingine hapa ndo labda huzijui, ndo nakushauri uweze kuziandika pembeni, zitakusaidia sana, haswa haswa wale ambao wana matumizi ya kiofisi hizi, hizi keyboard ni za muhimu sana, namaanisha hizi shortcut keyboard. Naenda taratibu ili kwa wale ambao wanahitaji kuziandika waweze kuziandika. Kwa hiyo unaweza ukaona zingine zinajirudia kama kusave kitu, lakini hii ni njia tofauti pia imetumika, lakini inafanya kitu kile kile. Mfano, Unaweza ukatumia hii na F2 ukasevu save kitu save as, save alafu unachagua faili kisha una save. Bila shaka unaona. Aise, leo nilikuwa naelekeza na nilikuwa na kuonyesha tu shortcut keyboard computer ambazo huwa zinatumika kuokoa muda. Aise, hizi ni rahisi sana kuzikariri, na kama we ni mtumiaji wa kompyuta, zikariri vizuri, zitakusaidia sana kuokoa muda wakati unafanya mambo yako. Nakutakia siku njema.